Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaelekea ukingoni ambapo rais Jakaya Kikwete anatarajia kulivunja juma lijalo mjini Dodoma. Mapema leo Barwan Muhuza amezungumza na aliyekuwa mbunge wa Kigoma Kaskazini Zitto Zuberi Kabwe, na kwanza amemuuliza anatathmini vipi mwenendo wa bunge hilo ambalo yeye alikuwa ni mmoja wa wabunge. Na kazi tatu. Kazi ya kwanza ni uwakilishi. Watu wamewakilishwa, je, wamewakilishwa vizuri au vibaya, tutaona matokeo ya uchaguzi kwa sababu namna ambavyo wananchi watakavyopiga kura ndio inakuwa inasema kwamba tume approve or not. Labda hapo hapo hapo hapo, hapo, kabla hujaendelea wa, ninyi wanasiasa ndio mnatumia wananchi hivyo kwamba ukibanwa mahali kwamba mmefanikiwa kufani, kufanikisha jambo tulilowatuma mnakimbia kusema tutaona matokeo ya uchaguzi utakaofuatia kwa sababu tutaona. Kama nimeamua nisigombee tena unanipima na nini? Ah, ya chama chako <laughs> <laughs> chama chako lakini yu, uko sahihi kabisa kwamba ni rahisi zaidi kukimbia kwenye e, kujibu hoja kwa namna hiyo nah. lakini e, pointi ya msingi ambayo uwakilishi uh -huh. Na uwakilishi uh, watu wamewakilishwa. Sasa ubora wa uwakilishi e, kama nilivyosema hapo, wananchi wale wananchi ndio watakayoamua. Kazi ya pili ni kutunga sheria, tumetunga sheria nyingi. Wakati huu unaelekea mwishoni limeangukia kwenye kipindi ambacho sasa zinaanza kampeni za watu wanatafuta wadhamini wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia hata wale vyama vya upinzani wanaanza kufikiria kwenda kutafuta kulinda majimbo yao huko. Bunge linafikia mahala napitisha miswada na, na na na, na, budget kwa viwango vya idadi ya chini kidogo, inawezekana inakidhi viwango vya sheria kwamba wakifika idadi hii tutapitisha, lakini katika macho ya kawaida ya mwananchi anayeangalia lile bunge, viti ni vitupu mle ndani. Inaleta sura gani sana? Ni uchovu wa, wa ni, no, no, no, ni kutokuwajibika tu. Ni kutokuwajibika tu kwa sababu mbunge amepewa wajibu, mwananchi wa, yani, amemchagua kwa miaka mitano, bunge limeanza mpaka bunge litakavyovunjwa. Muda wetu unatubana sana, lakini hebu tuambie hii gratuiti, mafao ya mbunge yanayopewa baada ya kumaliza miaka mitano. Na wewe, tuna taarifa tu kwamba na wewe utapewa pia, japo uliondoka kwenye bunge muda wa mwishoni mwishoni hapa hiki kiwango cha mamilioni mengi ya pesa katika hali kama hii ya uchumi wa nchi ilivyo ni sawasawa? Gratuity ipo kisheria, imewekwa kwa mujibu wa sheria ya mafao ya viongozi wa kisiasa na ina bezi yake kisheria. Gratuity inaenda kulipwa. Sasa imeenda kinyume na sheria. Kama sheria ingefuatwa, wabunge wasingelipwa zaidi ya shilingi milioni 97 tunachokisikia sasa ni kwamba wabunge watalipwa zaidi ya shilingi milioni mia mbili na thelathini. Ukisoma sheria ya mafao ya wanaviongozi wa kisiasa huoni hiyo bezis, kwa hiyo wanatoa wapi kiwango ambacho inataka kulipwa? Bunge la tisa tulilipwa milioni sabini na mbili. Kwa hiyo hata kama ingekuwa e, kwamba mafao yameongezeka isingekuwa mara mia tatu imeenda inaenda almost mara mia tatu. Kwa hiyo ni, ni tatizo ni, ni, ni jambo ambalo mimi ningependa kushauri hasa hasa, taasisi za haki za binadamu na asasi zisizo za serikali litazame jambo hili, kwa sababu huko tunakokwenda tukiruhusu gratuity ambazo zitalipwa kama jinsi ambavyo tunavyosikia bunge la kumi na moja, mtasikia watu wanalipwa gratuity bilioni moja. Sawa, lakini muda uliobaki kuna nafasi ya kurekebisha hilo, na nasema lilivyo kisheria kinachoenda kulipwa hakiko kisheria. Kisheria wamezidisha zaidi ya mara tatu au mara nne. Huu mwanya umetoka wapi? Ndio, na nami nashangaa, nami nashangaa sababu, watakaopata sababu, unajisikiaje? chochote ambacho kita zaidi ya sheria sitachukua kwa hivyo unamwambia una mtazamaji wetu kwamba wewe utachukua ile kile tu ambacho anachostahili kisheria? Na nimeshasema, nimeshaweka msimamo wangu wazi kabisa kwamba nitachukua kile tu ambacho kipo kisheria. Sitaki kuingia kwenye hii dhambi, sababu naelewa kwamba ni dhambi na, na wananchi watakuja kutulaumu. Like kuna habari kwamba Jumamosi mnafanya mkutano wa kihistoria Mwembe Yanga Dar es Salaam hapa, na kwamba utataja majina ya walioficha fedha huko Swiss na kwingineko unaweza tudokeze basi angalau watu watu. <laughs> <Isi> <laughs> ina kwenye mkutano inaelezwa mara kadhaa kwamba nitataja haya na haya hayatajwi Zitto tafanya hiki inakuwa ni kime kime. No, lakini si, sijawahi kusema kwamba kwamba eh, kwamba siku fulani nitataja sijawahi kufanya hivyo kwa sababu eh, mimi ninachoamini ni kwamba kutaja hakusaidii sana kunatia hamasa, kunatia chuki wananchi, lakini hakusaidii sana katika utendaji, sababu kumbuka, tulitaja list of shame majina kumi na moja ya mafisadi mwaka elfu mbili na saba lakini kim, nini kimefanyika? Na ndio maana katika jambo kama hili, hata nilipopeleka hoja ile bungeni, nilitaka uchunguzi ufanywe. Bunge liliipa serikali miezi sita. Miezi sita ikapita, serikali ikaomba miezi sita mingine miezi sita imepita. Leo tunavyozungumza ni miezi miwili, miaka miwili na nusu, hakuna ambacho serikali imefanya. Kwa hiyo tunachojaribu kufanya sasa ni kuishinikiza serikali kutoa ripoti ya uchunguzi, na ili serikali ishinikizwe kweli kweli kutoa ripoti ya uchunguzi, lazima kile ambacho tunacho sasa, ambacho tuliipa serikali lakini haitaki kutoa, tukitoe hadharani. Ndio tunachoenda kufanya sasa hivi, na kushukuru sana, asante sana. Mwenye kufuatilia zaidi atashuhudia kwenye mkutano wako huko utakayosema, basi wengine watayafuata.